Mgombea urais wa Tanzania kupitia chama cha mapinduzi CCM, Dr Samia Suluhu alitoa ahadi muhimu kuhusu ujenzi wa miundombinu ya uchumi wakati wa kampeni huko Kibaha mkoani Pwani. Alitangaza kuwa serikali inayofuata itaenda kujenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii imepangwa kuwa na gati za kisasa na ndefu, ikilenga kuimarisha sekta ya usafirishaji na biashara nchini. Fedha hizi zilizotengwa zitatumika kujenga soko maalum litakalokuwa la kisasa na lenye mpangilio maalum kwa ajili ya wafanyabiashara hao. Kwa mujibu wa mgombea huyo wa urais, soko hili litakwenda kujengwa ndani ya Chalinze likiwa na lengo la kuwawezesha machinga kufanya biashara zao katika mazingira bora, salama na yenye utulivu. Ahadi hii inaonyesha dhamira ya serikali ya kuwatambua na kuwapa kipaumbele wafanyabiashara wadogo wadogo kama sehemu muhimu ya uchumi wa taifa. Tufuatilie kwa habari zaidi. Swahili Time, Dunia Darubini.